jamaa alisema hataki mimba. Yes. Alimwambia mwanadada. Mwanadada akashika mimba na mwanadada ndio ubeba mimba na yeye ndio nafaa kujikinga lakini mwanadada pia anasema mm. akutarajia yes. sasa who is to blame here? Gidi kuna njia ni ni changamoto ni changamoto kubwa sana yeah. lakini tayari mimi nakwambia tuna mahusiano na wewe yeah. na wewe ndio mwanadada nakuambia mimi sitaki upate mtoto mm -hmm. sasa wewe mwenyewe unafaa kuchukua mikakati Mbona wewe na usichukue mkakati? Mbona na mbona mbona mwanamke ndiye achukue mkakati? Yesu na anabeba mimba, kwani mimi ndo nabeba mimba hivi? Ah, ah, wewe mwenyewe pia una ah, ah, kama utaki mtoto. Hiyo <laughs> mimba. Ah, wewe mwenyewe kama utaki mtoto. Enda, enda uchinjwe. <laughs> Si lazima nichinjwe, kwa njia nyingi za kutumia mipira na nini, wewe mpaka nichinjwe bana? Nachinjwa mimi, ni ng'ombe ama ni mbuzi? Wewe Gidi bana, hebu nipate baoni ya bashabika kuchumia, kwa sababu sasa hivi ni kama ni kulaumiana. Jamaa yeye anasema, aliambia ali mwanadada, mwanadada yani alisema yeye ya hataki mimba, na bahati ama bahati nzuri ama bahati mbaya amepata mimba. Nani wa kulaumiwa pale? Eh, ama ni vipi huyu mwanadada anaweza kujisaidia pale? Namba ya simu ni 020 44 45 975.